Daktari Samia Suluhu Hassan analiangazia jiji la Dar es Salaam kwa miaka ishirini na tano ijayo. Anajua Dar es Salaam ni jiji la biashara, anatambua Dar es Salaam ndio kitovu cha uchumi wa nchi hii. Amefanya maamuzi, tunakwenda kujenga bwawa la Kidunda, bwawa ambalo lilikuwa ndoto ya baba wa taifa maamuzi amebandika mara kwa mara katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Daktari Samia Suluhu Hassan amesema inatosha, tunajenga kwa fedha zetu zenyewe za zaidi ya bilioni mia tatu na thelathini na sita anazitoa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mkandarasi yuko saiti leo, tunazungumza asilimia 32 ya utekelezaji wa mradi wa maji wa Kidunda. Piga makofi mengi sana kwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa mgombea wa kiti cha uraisi sisi tunakuombea mema na tarehe 29 Oktoba, sikushinda unakwenda kupata ushindi wa kimbunga. Piga makofi mengi sana haya maamuzi ambayo umeyafanya, utakumbukwa milele na milele katika kuhakikisha unatatua matatizo. Sisi sasa hivi tunachopambana nacho ni kuendelea kuboresha huduma kwa wateja. Mwananchi anataka kuunganishiwa maji yake tumeelekeza na ndio maelekezo yako, isizidi siku saba, mwananchi apate huduma maji safi na salama. Maelekezo yako ambayo umetupatia Wizara ya Maji ni haki ya mwananchi kupata maji, lakini unachukizwa na haupendi kumwona mwananchi anabambikiziwa bili ya maji. Huyo ndio Daktari Samia Suluhu Hassan. swala la ubambikizaji wa bili ya maji nataka muambie wasoma mita hizo zilipendwa Daktari Samia Suluhu Hassan maelekezo yake sasa hivi tunakwenda kutumia luku ya maji kama umeme huyu ndio Daktari Samia Suluhu Hassan CCM oye CCM safi baada ya, ya kusema hayo ndugu zangu wana Dar es Salaam ukimpata kiongozi anakuvusha kwenye kiangazi wawe mvushe kwenye masika. Daktari Samia Suluhu Hassan ametuvusha kwenye nyakati zote. Kuwa na kiongozi aina ya Daktari Samia Suluhu Hassan hapatikani kila mahali, hapatikani kila wakati. Tumempata, lazima tumtumie kwa maslahi ya wana Dar es Salaam, kwa maslahi ya Watanzania, ili tuipate Tanzania tuitakayo. Na niwaombe sana wana Dar es Salaam tarehe 29 Oktoba, twendeni tukatiki, tukatiki, tukatiki Daktari Samia Suluhu Hassan tukatiki wabunge, tukatiki madiwani wa. Asanteni sana na Mungu awabariki sana.